Ruhusa yako naomba nijibu suala la mheshimiwa Devota Daniel mbunge viti maalum kama ifuatavyo. Mheshimiwa Spika, upangaji na utoaji mikopo ya elimu ya juu unaongozwa na sheria ya bodi ya mikopo sura mia moja na sabini na nane ambayo inabainisha sifa za msingi za muombaji, zikiwepo sifa za kitaaluma za kujiunga na taasisi za elimu ya juu kwa waombaji waliothibitika kutokuwa na uwezo wa kumudu harama za elimu ya juu. Mheshimiwa Spika, serikali inaendelea kutoa mikopo kwa wanafunzi wa elimu ya juu wanaotoka katika kaya maskini bila kujali muombaji ametoka shule za serikali au shule binafsi. Kwa msingi huo, serikali kupitia bodi ya mikopo imeweka utaratibu wa kuzingatiwa kwa waombaji wote bila kujali shule aliyosoma, ili mradi muombaji amekidhi vigezo vilivyowekwa ikiwemo ujazaji wa taarifa sahihi. Mheshimiwa Divota. Mheshimiwa Spika, kwanza naomba nimshukuru Rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kazi kubwa anayoifanya kwenye sekta ya elimu, na pia naomba nimpongeze naibu waziri kwa kazi kubwa anayoifanya. Mheshimiwa Spika, nina maswali mawili ya nyongeza ya kuuliza. Mheshimiwa Spika, je, ni lini serikali itaondoa vigezo hivi ili kuweza kuweka usawa kwa shule hizi za sekta binafsi, kwani tunafahamu kabisa kwamba wanafunzi hawa wanaosoma sekta binafsi wanasaidiwa na wazazi ambao wanajikwamua kwenye kipato cha chini, yaani wanajinyima, na pia wanasaidiwa na marafiki, ndugu, jamaa na watu mbalimbali kutoa misaada hii. Mheshimiwa Spika, swali langu la pili Je, ni lini serikali itaondoa vigezo hivi ili kuwatia moyo wazazi hawa ambao wameweza kujinyima kuwalipia ada na watu mbalimbali wanaochangia hizi ada ili kupunguza msongamano kwenye shule za umma, yaani shule za serikali? Asante Mheshimiwa Spika. Waziri: Mheshimiwa Spika, naomba nijibu swala la Mheshimiwa Devota Daniel la nyongeza kama ifuatavyo. Mheshimiwa Spika, Mwongozo wa utoaji wa mikopo ya elimu ya juu hautaji kigezo cha aina ya shule aliyosoma mwombaji, iwe ya serikali ama iwe ya binafsi. Hivyo wanafunzi wote wenye sifa za kupata mkopo wa elimu ya juu kupatiwa mkopo huo kwa mujibu wa utaratibu wa vigezo vilivyowekwa. Swali lake la bi, Mheshimiwa Spika, ni kwamba sheria ya bodi ya mkopo wa elimu ya juu sura 178, imeweka vigezo mahsusi ambavyo mwanafunzi mlengwa hutakiwa awe navyo vigezo hivyo, uh, ikiwemo awe ni Mtanzania mhitaji, awe amepata udahili katika taasisi zinazotambulika, lakini pia awe amejaza fomu hizo kwa usahihi. Mheshimiwa Spika, kama nilivyokwisha kueleza kwenye swali langu la msingi na swali langu la nyongeza, kwamba hakuna kigezo kinachowapunguzia ping, fursa wanafunzi wa shule binafsi kupata mikopo.